Uwe. Kwa upande wa wachezaji na kwa niaba ya wachezaji tumejiandaa vizuri kuelekea mchezo wa kesho. Sisi kama wachezaji tupo tayari na tumeshapokea mafunzo mengi kutoka kwa benchi letu la ufundi kuelekea katika mchezo huu. Tuna imani mchezo huu ni mchezo wa pili utakuwa ni mchezo wa tofauti kwa jinsi ya maandalizi ambayo tumeyafanya katika, katika wiki hii nzima kuna makosa ambayo tuliweza kuyafanya katika mchezo ule uliopita, walimu wamejaribu ku kuyafanyia kazi na kutengeneza kitu kipya ambacho tunaenda kukifanya katika, katika mchezo huu ee, utakuwa ni mchezo mzuri na sisi kama wachezaji tutakuwa katika furaha kubwa ya kuweza kucheza mchezo huu mbele ya mashabiki wetu ee, utakuwa ni mchezo mzuri na mkubwa sana na sisi tuko happy kucheza mbele ya mashabiki wetu ambao watajaa kwa wingi na watajitokeza kwa wingi kutupa support. T uh, tunaongoza goli tatu ambazo tumezipata katika mchezo mchezo uliopita. Eh, dakika 90 ambazo za mchezo uliopita zimepita na hizi ni dakika 90 mpya. Eh, tunajua mchezo mpira jinsi ulivyo na ndio maana tulikwenda katika viwanja vya mazoezi kufanya maandalizi kwa sababu tunajua huu ni mchezo mpya na dakika nyingine kabisa ambazo zinahitaji umakini umakini wa hali ya juu e, kwa hiyo sisi tumejiandaa tumejiandaa vizuri kuhakikisha tuna tunapata ushindi ambao unaweza kutufanya kuingia katika katika hatua ya makundi kwa kishindo kikubwa, kwa sababu e, kutokana na miaka mingine yote iliyopita hatua kama hii tulikuwa tunapita kidogo, mechi zinakuwa ziko tofauti na, na hii ambayo tuko tunaongoza tunaongoza goli tatu, kwa hiyo tumejiandaa vizuri tumejiandaa vizuri mimi binafsi e, kama ulivyouliza, nimekuwa nime katika katika kinyang'anyiro cha tuzo e, kitu cha kwanza ambacho mimi huaga na kifanya niko kuhakikisha kwamba timu inapata matokeo na tunafanya vizuri na tunahakikisha kwamba yale malengo yote ya timu yanakuja yanakuwa mbele, alafu mimi nafuata nyuma. Uh, ni nyakati ngumu na ni kazi ngumu uh, kuiongoza timu kubwa yenye mashabiki wengi Tanzania katika mashindano kama haya. Kwa hiyo, jukumu hilo mimi binafsi nimelibeba na liko katika katika mgongo wangu kuhakikisha kila hatua tunayo tunayofikia tuna, tuna, tuna tuweze kufanya vizuri e, ili kuweza kufikia yale malengo ambayo ya klabu na mashabiki na wanachama wote wa Simba wamejiwekea katika msimu huu. Kwa hiyo, najua na majukumu mazito Uh, yapo katika mgongo wangu na niko tayari kuyabeba kuhakikisha kile ambacho tunakihitaji kiweze kufanikiwa. E, nachowaomba mashabiki viongozi e, wanachama wote waweze kuwa tayari kuona hivyo vitu vipya na majukumu mapya ambayo niko na